Mayo, mambo poa? Kwema kwema, mzima mzima. Aisee ndugu yangu, nakuita kutokea kule mpaka huko, hata wanisikii. Samahani sijakupata lakini. Naitwa Rusi mtoto wa mzee Steven. Mzee Steven. Ah. Rusi Steven ni eh. isike yeah. kumbe bado ana kumbukumbu hey. Sema umebadilika, alafu umekuwa, yaani umebadilika kifupi, kawaida. Mnaataki uchobadilika. ni kwema kwema, nyumbani wazima wazima kabisa. Kumbe nao unaishi huko, ni mitatu hapo mbele, sio mbali na hapa, ah. Ndio sawa, mi mwenyewe naishi hapo chini ko hey. oh, sizani kama ni mbaya kama ana shida. Vipi lakini tukiongozana? <laughs> Nashindwa kuamini, mbona ukunieleza? Nimekuwa bubu, siwezi sema yaliyonikuta. Nashindwa kuamini mbona Karibu. Asante, hapa ndo napoishi. Niwe paona pazuri. Acha utani, kweli umejipata. Karibu tuingie basi hata ndani upate maji, chochote kitu cha baridi ukozeko. Asante, nitakuja siku nyingine tena, sio kupata tu maji, yaani hadi kula. Sema nini? hmm. Kuna sehemu laona waiko Nitakuja siku nyingine. Basi sawa. Kama umekataa mimi sasa sikukupigia. Ah, lakini ungenisaidia tu mawasiliano yako ili nikitaka tu kuja na kutafuta. Asante. Karibu. Ah, kwaheri.

Wakati nimeenda kwenye mishomisho zangu kuna binti nimekutana naye, msichana mmoja. Huyu binti tumesoma naye shule ya msingi sika Tabora mjini manispa kitambo. Oh, alikuwa ni hatake binti mwenyewe anaitwa Lucy. Aha. Kwanza nilipokutana naye, mi mwenyewe sikutegemea kumwona tu, pa mimi nilishamsahau yeye, ndo kulisemesha Kasim. Mimi mtoto wa mzee Steven SJ. Kuja kukumbuka hivi kama ndio wewe. Eh. Hey. Oa. Sema kapendeza. Sio poa. Poa. Sio kupendeza. Mm. Lucy alikuwa anakuulizia. Mm. Poa. Amenisumbua sana. Mm. Yaani sikio ile sheria yako ile. Kama nisitoe namba zako ukiwa kule nini, na kitambo. Sema nini? Mm. Mimi nilikuwa unajua haupo. Hilo kiukweli tu. Rusi mimi nimekuja nani, nimemwacha hapo? Au unasema tumeachania hapo geti? Mimi najua haupo. Chukua jiko. Sina sufuria na kutengea

Unajua tumekuja tumefika hapa tukasimama, afu unaanza kunitazama sana. Sasa sielewi unafikiria kitu gani? hapa nilipo yani nakutathmini, hivi ndio wewe Kasimu wa primary enzi hizo au? Sasa kwani kipi kilichobadilika? Mbona ulikuwa unasimaga una kapua kamekaa, sio kama kanini. Sasa ndio maana nikakuuliza siku ile kwa yangu, kwani kakoje? Yani umekuwa mkaka mkubwa hapo hmm, kwenye baba wa familia hapo hapo, nahisi ndio pabaya. Ila sikia, mwajua tumefika hapa tumesimama hmm, lakini sijakuona kama dalili za kuenda au kuna wakati leo mimi najua unafika mpaka nyumbani. Hapana, kuna sehemu nipo naenda ila kwa leo jioni, mjiandae mtakuwa na ugeni safi leo. Utakuja? Eh, leo nakuja, ila sasa hivi acha, kuna sehemu nataka niwaje vizuri. Sasa tukuandalie vinyamanyama au vi visodasoda vinini, Kasimu? Bwana nyama siku nyingine, kwa siku ya leo ni vinywaji tu, kwa sababu ni maongezi. Ah, sawa, alafu kingine Stoki, kwa umwambie Jackson asitoke kwa sababu hmm, awatu simalizie sasa. Ukimzungumzia yule bwana, yani yule ndo anayekusubiri kuliko hata mimi. Kwa watu usijali, kweli. Ah, basi ngoja mimi wai pokuwa naenda na unalaka kama unaiba mboga ukweni na wai bwana Karibu mama sana, hapa hapa, si tuko safi. Mnaendeleaje? poa poa kabisa. Sijui we huko watoka kwa kweli ni, ni mazima kama simu yangu. Mama, mbona upo mwenyewe na Kasimu? Kasimu? Kasimu yupo? Mwite tujumuke naye Gaka? Kasimu? Ndio. Njoo mara moja. Rose. Kasim. Karibu. Asante. Habari yako? Salama, habari za wewe? Ni kwema. Kwema. Karibu. Asante. Sijui unaendeleaje. Sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Naona umetimiza ahadi. Eh, hatimaye nimefika. Nimesema nitafika hatimaye nimefika. Karibu sana. Asante. Je, uh, naam. Na. Nataka ningemchukulia vinywaji hapo ndani. Maana mimi naona enjoy mwenyewe. Ah. Uh, asante.